Tumedamkia kwa GB 64 shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club Kidevere Kiduka King Kimaraga. Kwema kwanza ndugu yangu bwana kwema, mm. kwema na Kidevere Kiduka kabisaaa. We unapenda sana haya maneno kila siku unataka utafsiri. Awa ni Wazaramu, mtafute Mzaramu atakutafsiria yeah. No, ah, unapozungumzia Kidevere Kiduka <Yeah. inaudible> umenielewa au kinki malaga? Kinki malaga maana yake, usione una kitu kingi, ujue kitakuja kuisha tu, utafilisika. Ndio maana leo unaona kuna matajiri wamefilisika, walikuwa na magari mengi, walikuwa na majumba, wana pesa, lakini wamefilisika. Ukija kwa mfano wa mpira, mchezaji anawezekana akawa katika haya piki, lakini kila mtu anapozidi kwenda grafu yake nafanini inashuka. Huyu ndo tunasema kinki malaga menelewa kidevele kiduka, maana yake ngoma ikilia sana, ukiona inalia sana unajua inaelekea kupasuka. Au mgema ukimsifia huwa mara nyingi pombe anaitia maji, sawa? Kwa hiyo ni wachezaji wa Yanga wamesifiwa sana sasa hivi, pombe wanaitia maji, viwango vyao vinazidi nini? Vinazidi ku ana jiv4 kuna kauri moja wapo ametoa aliyekuwa afi, afisa habari wa Yang Africans Haji Sande Manara Bugati alitisha press na kuzungumza kitu ambacho amekizungumza rais wa TFF Wallace Karia kimemhuzunisha na akisema rais Karia ni mlevi wa madaraka. Baada ya kauli ya rais Karia kusema kama wamechoka wacheze sinema, ni kauli ambayo ya Haji Sande Manara mpaka sasa hivi bado anamshutumu rais wa TFF. Kwanza wamelipokea kutoka kwa Haji Manara, rais Karia ni mlevi wa madaraka. Uh, mimi nimeisikia sawa eh. Unapomwambia mtu mlevi wa madaraka maana yake anang'ang'ania kwa dikteta, yani anadikteti, lakini Wallace Karia anawekwa madarakani kwa mujibu wa sheria na katiba ya TFF. Hajaibaka katiba. Ina maana kwa mujibu wa katiba yeye ndio yuko nini, yuko madarakani. Na ukitaka kujua kwamba Wallace Karia ni kiongozi bora, angalia nyasi anazopewa sekafa. Wamempa sasa hivi, amepewa tena, ni mjumbe Hame... ni mjumbe wa kamati nini mtendaji ya nini ya kafu. Si umenielewa? Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa jinsi gani sawa jinsi gani kwamba Wallace Karia ana uweledi katika uongozi, na ndio maana umeona mpira wetu sasa hivi umebadilika. Timu ya taifa sasa hivi inacheza kwa ushindani, tushacheza AFCON zaidi ya mara mbili, sasa hivi hii tunaoenda nayo ni ya tatu chini ya uongozi wa Wallace Karia. Timu zetu za vilabu zinafanya vizuri eh, sasa hivi ziko ndani ya ya ya komibola, bola, ya ndani ya 20 bola yani Simba iko ndani ya 10 bola, Yanga kwenye 20 bola nayo yumo, lakini yote kwa sababu ya Wallace Karia. Yanga wao wanaolalamika, sawa, imekuja kufanya kufanya vizuri ndani ya utawala wa Wallace Karia. Yanga ilikuwa kimataifa ni sawa sawa na chui na paka, yani Yanga anafanya vizuri kwenye ligi lakini akiwakilisha kwenye nini kimataifa huwa hafanyi vizuri, lakini ameanza kufanya vizuri chini ya utawala wa Wallace Karia. Simba imeanza kufanya vizuri tena sawa chini ya utawala wa Wallace Karia Uwekezaji wa ligi eh, umekuwa bora chini ya utawala wa Wallace Karia. Watu ma, matajiri wengi wamekuja kuwekeza kwenye mpira chini ya utawala wa Wallace Karia. Eh, tunajenga akademi sa, za mpira sa, na ofisi bora za TFF chini ya utawala wa Wallace Karia. Matumizi ya hela za FIFA zinatumika vizuri chini ya utawala wa Wallace Karia, sasa Yaani uwezo ukamtenganisha wale Skaria na Watanzania kwenye masuala especially sisi tunaopenda nini? Tunaopenda mpira. Haji Manara anakutazama sasa hivi, GB. Ah, nitazama na tutaendelea kumtazama. Mimi huwa siku zote kwenye black huwa naweka black, kwenye white huwa nasema nini? Nasema white. Kwa hili ya Haji Manara ameteleza, kwanza ni mchonganishi. Analeta uchonganishi baina ya nini? Baina ya, ya, ya watu wa Bongo Movie na nani? Umeelewa na wale Skaria. Wale Skaria kuagusa watu wa Bongo Movie. Wale Skaria alitoa lile ule ni msemo tu aliotumia, kwamba mtu kama mpira umemshinda, basi anaweza akafanya nini? Akatafuta sasa, akaenda kuact sinema, kwa sababu kule kwenye sinema, akacheza sinema zake kule kwenye sinema. Sinema ni acting, sinema so true. Sasa ukituletea acting kwenye, kwenye, kwenye mpira, na mpira ni real, sio? Mnaelewa mpira ni materialist, yani kila kitu kinakuwa proved by practical Tukitaka matokeo ya mpira tuende kwenye pitch tukache, tukacheze nini, tukacheze mpira lakini ukileta acting, maana yake wewe ni mcheza sinema ndo kamaanisha, lakini hakumaanisha kwamba kaizarau tasnia ya Bongo Movie. Kalia kama ange, angekuwa ameizarau tasnia ya Bongo Movie asingewahusisha watu wa Bongo Movie kwenye nini kwenye kupiga hamasa za timu ya taifa. Umeelewa? Kwa hiyo rais wa TFF Kalia kwa kauli yake kusema kwa kwa kwa sinema sinema ni sahihi Africans sasa hivi. Ah yeye akuitaja ya Yanga yeye akasema asiyeweza yeah. kufuata sheria na kanuni za mpira basi aende akacheze sinema zake hey. ye yeye akuitaja timu kwa hiyo mimi siwezi nikamsemea mm. timu yoyote ambayo inaona yeye mambo yake ni ya kueteti basi natakiwa iende kafanya nini? Kuna timu zina act e, ah, itajijua yenyewe timu ina act hmm, watu ni watu wa kuact. Kwa hiyo mtu wa kuact siku zote huwa anafanya nini? Anajionyesha mwenyewe kwamba anafanya anaact, matokeo yake anayapata kwa kuact, sa vitu vingi anafanya pa nini? Kwa hiyo hmm, moja kwa moja timu inayoact inafanya nini, inajulikana. Mwenelewe, moja ya kauli ya Aji Sande Manara akisema anamwomba rais wa Young Africans Engineer Saidi aitishe kikao mara moja, kusana na ajenda ambayo huigomea mechi. Ajenda namba moja ya Young Africans ni sahii Ajisande Manara kumwambia Engineer Saidi waitishe kikao na wanachama waigomee mechi, kuwa tucheze tucheze dabi kwanza. Yeye ni nani? Mwenelewa hivi, mshabiki unapata nguvu wapi

si mweneelewa? Kwa hiyo hayuko sahihi kabisa kwa vitu anaofani navyoongea. Uinjinia ana uredi wa uongozi, hawezi kwenda kumfuata mtu kama Manara. Umeneelewa? Yaani Manara ni mtu ambaye, kwanza, ni mchonganishi tayari, anamchonganisha injinia na wanachama wa Yanga, lakini Young Africans mpaka sasa hivi kile ambacho tukisema, Haji sande Manara, Young Africans hajatoa ufafanuzi wowote. Kwa maana wadau wa mpira wanasema kama ametumwa Haji sande Manara, manara amempuuza. Unaona eh? Uongozi wa Yanga utakuwa umefanya nini umempuuza? Umeelewa? Na Manara angoje yatumwe. Manara huwa mara nyingi vitu vingi ana kurupuka kurupuka. Yaani akishaona tu kwamba hili mimi linanifaa kunipeleka mjini, basi anapita nalo ana kurupuka nalo. Kaangalia kabisa kwamba yeye sasa hivi hawezi kutrend, atatrend vipi ndo anaamua atoke na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo ndo Manara alivyo. Kwa asiyemjua Manara ndio anaweza kufanyia kapata taabu, lakini kwa sisi tunamjua Manara tunamfahamu vizuri Manara. Na kesho itakuwa kuna kikao kizito eh, waziri eh, wa habari Mheshimiwa Palamagamba Kabudi akizungumza na moja ya bodi ya ligi pamoja na TFF pamoja na vilabu vyote hizi mbili Simba na Young Africans kuhusiana mustakabali wa dabi ya Kariakoo kupigwa ama kutokupigwa kesho. Mustakabali unakuwa hivyo jibii, kwanza umeupokea kwanza Kupigwa lazima upigwe, kwa sababu mechi haijachezwa na lazima ichezwe, na hii ni ligi. Unapataje bingwa kama hii mechi haijachezwa? Mechi lazima ichezwe, umeelewa? Mechi ya Mwenele. Manchester na, na Liverpool iliahirishwa mwaka juzi, lakini ilikuja lichezwe ile mechi. Haikuvunjika ile, imeahirishwa umeelewa? Itapangiwa tarehe nyingine, kwa hiyo tarehe lazima ipangwe wanachogongana Simba na Yanga, tarehe gani ichezwe hii mechi, umeelewa? Kwa sababu kila mtu yuko katika kishirikina shirikina, shirikina, tradition ndio zinazosababisha Simba na Yanga tarehe ya mechi inakuwa na utata, lakini swala la kuchezwa hii mechi itachezwa, lazima ichezwe. Huwezi kumkimbia mpanzu, unamkimbia mpanzu kwa sababu gani? Umeelewa. Moja ya kauli ya afisa habari wa Simba Sports Club eh, Ahmed Yari jana ah, katika mitandao ya kijamii alizoa gumzo na kusema eh, basi la BM lilijaa mbuzi pamoja na wazee Ah, sasa hii, sasa hii wale ni wachezaji, walikuwa wachezaji mpaka Shomari Kapombe alishuka. Umeelewa bwana, alishuka. Mzamiru alionekana anachungulia wao woga wao sasa, alivyoshuka Shomari Kapombe akajua labda ndo mbuzi, lakini ni propaganda tu wameziweka kwa sababu wao walikuwa washapanga kukimbia mechi watu wazuiaje Simba wasiingie, ndo wakaweka propaganda kama hizo. Simba tupo kushirikina, na ndio maana sisi siku zote huwa tunapita gate kuu. kwa sababu kama Simba angekuwa yeye mshirikina hivi anawezaje kupita gate kuu. Simba atuamini ushirikina sisi, na ndio maana mechi ni ya kwao. kama kutega vitu wametega wao, na ndio maana walikuwa wanaulinda uwanja. kwa nini wasituache tukaingia tukaenda kuvizoa hivyo vitu vyao, mnaelewa wazee. Simba hatuamini simba kwenye ushirikina, simba tunaamini kwenye kuwekeza, kwenye usajili bora, kuwa na utawala bora. Wao ndo wanaamini, ndo maana wanaruka ukuta, wanaruka ukuta, wanapita milango isiyokuwa sahihi. Timu inayoongoza kwa kupigwa faini nyingi ni Dar Young Africans. Moja kauli jibina kunukuu lisema tarehe nane, kama viongozi wa simba watapeleka timu waomba wajiuzuru lakini Young Africans wapo hivyo hivyo. Wamesema kama Young Africans timu ikapelekwa uwanjani dabi ikipangwa tarehe, wanamuomba injinia Isa ajiuzuru kwa maana dabi ilishapita kwao. Ah, si tulishazungumza msimamo wetu kwamba hatutopeleka timu tarehe nane, sawa eh? Mwenelewa, uh-huh. Mwenelewa, ndo msimamo wa Simba mpaka lile swala lishuhulikiwe. Kwa nini Simba zuru asiende kufanya mazoezi na viongozi wametusikiliza hivi, na bahati nzuri mechi ikaelishwa saa saba mchana si meneelewa. Kwa hiyo Simba hiyo ilikuwa ni kama minding game, umenelewa, ilikuwa kama ni minding game sawa. Kwa hiyo sisi hatuna shaka lolote juu ya nini, juu ya tarehe ya mechi. Wao wapange muda wowote, si tuko tayari sawa, tuko tayari, tunafanya nini? Tutaipokea, tuta hiyo tarehe ya mechi, wapo tayari. Jibii sitini na nne wanasema kama timu ikipelekwa uwanjani enjinia ajiuzuru, jibii nani wao uh, wow, sasa sawa, tungoje tarehe ipangwa. Anaongea tu, tarehe ikipangwa ndo watajua. Wasipokuja sisi tuna hapo point tatu na wanasu daraja watanyang'anywa point 15. Sheria na kanuni zitafuatwa, lakini mimi naamini watakuja tu e, kwa sababu hata Simba tarehe nane mwezi wa ngapi? Suliongea hivyo hivyo kwamba bwana, hatutofanya nini? Hatuto hatutoenda sawae kwenye mechi tarehe nyingine ikipangwa, ile tarehe nane mwezi wa tatu 20 21 kama nakumbuka, lakini mwisho wa siku tarehe ilipangwa, tukaenda na tukafungwa, ni vitu vya kawaida. Wameenda kasi kwa vigezo, maana Stephen mgut akasema itakuwa ni vichekesho kasi kwa kule aende kusikilizwa mtu kule, zinaenda kusomwa document zile sawa, na anayehusishwa kule mwanachama, anayesikilizwa kule ni mwanachama wa nini? Mwanachama wa FIFA, mwanachama wa FIFA sio Yanga, mwanachama wa FIFA ni TFF. Kwa ataitwa TFF ndio atakaoisikilizwa, wao ndio atakaoulizwa kwamba bwana, ile mechi ilikuwaje? Wao watatoa maelekezo kwamba mechi tuliyaelisha kutokana na sababu moja mbili tatu, kwa atiani wataingia wao. Ndio maana tunasema uredi wa uongozi wa yanga uko wapi wa Mm, kusingekuwa na haya madudu wanaoendelea kufanyika, kama wangekuwa na uweredu wa uongozi. Yanga ndio timu ambayo inaongoza kwa madeni FIFA, ndio timu ambayo inaongoza katika kukanyaga mikataba ya wachezaji, kudhulumu wachezaji, kuvunja vunja sheria kama hizo shida ni... No, shida ni utawala wao uko strong, wanawasikiliza sana wanachama wao na mashabiki kuliko uhalisia wa uongozi wa yn. Yani, wako tayari kuwapa furaha wa mashabiki wao kwa hali yoyote sasa hii ni mbaya, inafikia kipindi wasposi fula wakae kwenye uhalisia wa mpira, kwa maana busara zifuatwe, dabi ichezeke, ama kanuni na sheria zitumike. Hmm. hakuna hekima na busara, ni kanuni na sheria. Mechi imeahirishwa ipangwe, nini? Ipangwe tarehe ya mechi, kanuni na sheria zifuatwe, mechi ichezwe. Hmm. mashabiki wa Simba tusitoke mchezoni, nataka kutotoa mchezoni, tusikae tukazungumzia tena dabi tukae tuzungumzie mechi yetu ya na Almasri sawa, mechi ya away na ya home, tarehe tisa. Kwa hiyo sisi tufokasi kwa mashindano ya kimataifa, hii masuala ya adabu tuwachie uongozi, watasikia. Tarehe imepangwa lini, ndio tutaenda kwenye mechi. Asante sana.